Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji unayenitazama na kunifuatilia mahali popote ulipo, ni kukaribisha rafiki mahali popote ulipo. Ninajua sura hii sio ngeni na sio mara ya kwanza kunisikia, na kama ni mara yako ya kwanza, basi nikukaribisha ufatane na sisi katika kipindi hiki na cha mwanamke inuka. Ni kipindi cha mwanamke inuka. Kuna vitu vingi ambavyo tumekuwa tukivizungumza kwa mabinti na wanawake Uh, lakini hata hata pia kwenye upande wa ndoa, lakini tumekuwa tukizungumzia vitendakazi vya mwanamke huyu aliyepewa nafasi ya kusaidia na nafasi ya kujenga. Anasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Msaidizi lazima awe na vitendea kazi vya kumsaidia kwenye ile kazi ambayo ya anatumwa kwenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. kwa hiyo Tukawa tunaangalia wakati mwingine sisi tumejikuta tukizoofisha vile vitendea kazi ambavyo Mungu ametupa, na nikazungumza siku moja dhana nyingine au kifaa ambacho tunacho ambacho kinaweza kutusaidia katika nafasi zetu ambazo Mungu ametupa. Nikasema sadaka, kwa upande wa wazazi kwa ajili ya ku kwa watoto wetu au kuwalinda. Hapo nazungumzia na mwanamke mlinzi Mm -hmm, unapolinda kuna vifaa vya kukusaidia kulinda, hivyo ulivyopewa kuvilinda. Nilizungumza sadaka inavyoweza kukusaidia kuwalinda watoto wako, lakini leo nataka tuzungumze tena silaha nyingine ya kukusaidia kwenye kazi uliyopewa ya kulinda: maombi. Mzazi, omba. Kuna wazazi ambao huku mtaani wanasema so shida zao a, <laughs> so shida zetu. Yaani ni swala la maombi kwa uso shida zao, yani hawaoni sababu ya kuomba. Au mwingine anakuambia mimi sioni cha kuomba. Mzazi, mlezi ambaye umepewa dhamana una watoto ambao Mungu amekubariki umewaza, au watoto ambao umeaminiwa na Mungu kuwalea. Mungu amewaleta kwenye mikono yako kwa bahati mbaya. Amewapitisha hapa akiwa anajua kwamba wewe ndio utakuwa sababu ya wao kufika kwenye ile hatima ambayo wanataka wafike. Na angeweza kuwapitisha kwa mtu mwingine, amewaleta kwako watoto ulionao ulio na, na kitatimiaje? Nilisema sadaka inafuatilia, sadaka inalinda, lakini swala la maombi nafikiri utashai kusikia. Lakini sura ya kumi, acha nikusomee tena Samuel wa kwanza ile sura ya kumi na mbili <coughs> mstari wa ishirini na tatu, neno la Mungu inasema "Walakini mimi asha nisije nikamtenda Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyooka." Yani analinganisha na kutokuwaombea watoto wako kama swala la dhambi, kama ishu ya dhambi. Yani kama ambavyo unaona dhambi nyingine tunakwepa dhambi, na unapokosa kuombea watoto ni sawasawa na hizo dhambi. Kwa nini tunatakiwa kuombea watoto wetu? Unajua, maombi ni sawasawa na ramani, unavyoambiwa fuatisha hiyo ramani, utafika mahali ambapo unatakiwa kufika. Labda fuata hii ramani, itakufikisha sehemu fulani. Ndivyo maombi yalivyo. Mtoto wako ataenda sawasawa na yale maombi uliokuwa ukimuombea wewe. Sasa kama umuombei kuna mtumishi mmoja nilikuwa namsikiliza akasema hivi kama ukupata mama muombaji, jitahidi wewe uwe muombaji. Sasa sisi wazazi ambao tupo leo, hebu tuhakikishe tunaomba kwa ajili ya watoto wetu. Ombea watoto wako, uwe mwanaume uwe mwanamke, hakikisha unaomba kwa ajili ya watoto wako. Tuliona Ana. Ana alitoa sadaka na akaomba. Tunamwona Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa idadi ya watoto anasema, wenda wamemkufuru Mungu, huko walipokuwa. Ile sentensi wenda wamemkufuru Mungu haisemi hewani, yale ni maombi ina maana naenda mbele za Mungu kwa toba. Lakini wewe ambao unasema mimi watoto wangu wana changamoto yote niombe nini? Sikiliza nikwambie. Maombi yako, nimekwambia maombi yako ni sawasawa na ramani ambayo inaweza kuongoza mtu kufika anakotakiwa kufika. Kwa hiyo unaomba maombi kama akiba kwa ajili ya watoto wako. Ombea watoto wako, unataka wawe watu gani? Okay, wenda ushajua mtoto wako ni nani. Unafikiri kuja kufika hapa ambapo Roho Mtakatifu amekufunulia na ili ujue mtoto wako amebeba kitu gani mtu wa Mungu ni kwenye maombi. Sawa, anasema ombeni ni ni ni, ni, ni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtaona. Kumbe kwa njia ya maombi ndio nitajua huyu mtoto niliyepewa ni mchungaji, huyu niliyepewa ni injinia, ni mwanasheria, ni, ni, ni nani, ni, ni, ni raisi, ni waziri amebeba kitu gani ndani? Sitakijua tu from noya kwa kumtazama hivi nijue, ah huyu. Sawa, unaweza ukasema hiyo michezo anayocheza, tabia za huyu huyu atakuwa mtu fulani lakini ili nidhibitishe, kwa sababu maombi ni ibada. Kwenye ibada Roho Mtakatifu yupo na Roho Mtakatifu akiwepo anatufunulia na Roho Mtakatifu anakufunulia kwa njia ya maombi kupata kujua kwamba mtoto wangu amebeba wa kitu gani. Na kisha nikisha kujua naanza kukiombea. Dunia ina mambo mengi. Anza kuomba watoto wako wasipite kwenye hizo njia. Nilikupa mfano, nilikutolea mfano siku ile ambayo nilikuwa nazungumza kitu ambacho mimi nilijifunza kutoka kwa mama yangu. Kwamba hata kama nisingepata mafundisho huku kwa wachungaji, kwa watumishi mbalimbali, kwenye suala la utoaji, mimi nilikuwa nishajifunza kwa mama yangu, kwamba alikuwa akitutolea sadaka na watu wa Mungu. Mimi nilijifunza kitu, mpaka sasa hivi natamani hata wewe unanitazama ujifunze na hasa sisi wazazi, hebu tujifunze. Hata watoto wetu wanapofunga shule kama sasa hivi hapa watoto wanafunga shule, nenda kanisani, nenda kwa mtumishi, nenda nenda na sadaka, mwambie Mungu nakushukuru kwa ajili ya kuwalinda watoto wangu msimu huu, wamemaliza temu hii. Na wanapokwenda wanapomaliza temu yao, wanapotaka kurudi tena shule, kwa mfano kama Januari, nenda tena na sadaka, wakabidhi kwa Mungu kwa sadaka, kwa maombi na sadaka. Tusisubiria wakati wamevurugwa ndio tutafute watumishi wakati ambapo kuna vitabia unaviona vibaya kwa nini aturudiki kwa mema mbele za Bwana, kwamba Mungu tunakushukuru kwa sababu umewalinda ni wangapi watoto walienda huko temu nzima ile. Kuna wengine wameacha shule, kuna wengine wamekufa, kuna wengine wameumwa. Wewe wako hajawahi kuitiwa hata mtoto wako ameumwa mafua, kwa maombi yako ndio yatakuwa. Yani, unajua anasema watoto wetu watafundishwa na Bwana na amani ya mioyo yao itakuwa nyingi, ili Bwana afundishe watoto wako. Mungu anapita kwenye kile ambacho wewe unakisema kwake kila mara kwa ajili ya watoto wako. Kuna kuna mfarume mmoja hm, kwenye bibilia mtoto alipata, ali, ali, alipata ufarume akiwa na miaka kumi na sita, lakini mpaka bibilia inatuambia kwamba mama yake alikuwa akimwombea yani, alipata ufarume akiwa na miaka mingapi? Kumi na sita. Ina maana kijana mdogo hata yani kwenye nani yetu ya kitanzania baada anaitwa mtoto, kwa sababu sisi huku unahesabika kwamba umekuwa mtu mzima kuanzia miaka kumi na nane, lakini yule alikuwa mfarume akiwa na miaka kumi na sita kutokana na maombi ya nani? ya mama yake. Sasa sikiliza, nikwambie mzazi, zana nyingine au kitendea kazi kingine au kifaa kingine cha kukusaidia kwenye kulinda ni maombi yako. Ukisoma kwenye hiki kitabu cha Matendo ya Mituma anasema hivi, sala zako na maombi yako yamefika na kuwa ukumbusho. Nini kinamkumbusha Mungu? sadaka yako umetoa. Usiishie tu kutoa sadaka, fanya na maombi. Na watu wengine msitumie vibaya sadaka kuna mtu anaweza akaja hapa akasema, asishampa mtumishi sadaka ataomba. Sikiliza nikuambie, huyu mtoto ni wa kwako, wewe ndio unayejua kwamba mtoto wangu nataka awe nani, nataka afike wapi. Wakati unasikia watoto wengine wanaharibika huko, watoto wengine wanaitwa, wanalia machozi, wewe wa kwako ujawai kukuuliza. Endelea kuomba, mshukuru Mungu, umwombee mtoto wako. Una watoto wa kike, unasema mimi ni wadogo nasubiria siku wakija na wachumba ndio nitaanza kuombea ndoa zao. Omba sasa, hata kama ananyonya kwa sababu unajua ile kwamba amezaliwa ni binti ni mtoto wa kike, aipo siku ataolewa, na unajua kwamba mpaka anafika kuolewa utakuwepo. Anza kutengeneza leo, ombea wakwe zako, ombea wakamwana zako, ombea kazi zao, ombea fahamu zao ili wajue nini cha kufanya, ombea akili zao ziwaongoze zi katika njia sahihi. Yaani tunavyo vitu vingi vya kuomba kwa ajili ya watoto wetu. Unatamani, natamani mtoto wangu awe mtu fulani, usiishie kwenye kutamani, vipeleke hilo jambo mbele za Bwana. Anasema hata sasa, mjaomba ombeni kwa jina langu, ili mpewe, ili furaha yenu ipate kuwa timilifu. Ili kumbe nacho kifurahia kukiona kwa mtoto wangu hakitatokea kama mvua. Hata mvua huwa tunaonaga mawingu, lazima uombe. Kwa hiyo, mzazi, nimekuja kukuongezea hii hii zana ya kwamba maombi yako ni silaha itakayokusaidia kujenga au kulinda watoto wako wakati wengine wanaharibika, yako maombi na wa, ma, maombi ya watoto wako, maombi unayoomba kwa ajili ya watoto wako yatakuwa yanawavuta, yani yatakuwa yanawasogeza, yata, kuna mahali pengine hawakutakiwa kupenya, wanapenyeshwa tu kwa ajili ya maombi. Amen. Yale matendo yako unayoyatenda leo kwa ajili ya watoto yatawasaidia watoto wako kuvuka hata mahali ambapo hawakutakiwa kupenya. Ninachojua Ibrahimu, alikuwa ni mwombaji na ni mtoaji, alikuwa ni mtu wa imani, maana mtu mwenye imani lazima awe mwombaji tunajua kwamba Yesu alimponya yule mgonjwa mwenye miaka kumi na nane mwenye kibiongo, yule aliyepindana mgongo. Anasema ni kwa sababu ya naye ni uzao wa Ibrahim. Kwa hiyo kumbe hakuponywa kwa sababu yeye alistahili; ni kwa sababu tu ya, ya kile kilichokuwa nyuma, kwa sababu ya babu yake. Amen. Kwa hiyo nataka nikuambie mwanamke, mwanaume, mzazi, mlezi, silaha nyingine. Omba. Unasema sina chakuombea. ni vitu gani vinakupa shida? ni vitu gani wewe unaviona kwako vinakuwa kama ukakasi, kifamilia mahali ulikoolewa, mahali ulikozaliwa, wewe hivyo no ndo vigeuze kuwa prayer point kwa ajili ya watoto wako watoto wasipite kwenye hizo njia ambazo unazipitia wewe. Kwa hiyo ukishajua hivyo kwamba hii roho nani, nani, kwa kwa kwa, kuna kuzalia nyumbani, kuna kuto Watoto wako kwao tuna vitu vingi vya kuomba, kuna vitu vingi vya kuombea watoto wetu. Tunatakiwa tuombee njia zao waweze kufika kwenye zile ndoto zao bila kukwama popote bila kucheleweshwa. Kitakachowafikisha kwa haraka ni maombi ya wazazi wao. Maombi yako ndiyo atakayomtenga mtoto wako na makundi mabaya na matabia na tabia mbaya na vitu vya ajabu. Nilikwambia, niliwaambia hivi, mama yetu alikuwa akitoa sadaka, akitutolea sadaka sisi kila mwezi, anasema ni sadaka ya ulinzi. Oh, anasema watoto wetu wasomewe watoto wangu wasomewe misa. Mimi sikuwa najua hapo nyuma. Lakini baadaye nilipokuwa nikalijua hili kwamba lilikuwepo ndio nikaelewa kumbe ndio maana pale nilivuka. Kumbe ndio maana mimi sikujichanganya pale. Kwa sababu kuna makundi tunajua kwenye ukuaji kuna vitabia fulani, kuna marafiki unaweza ukashawishiwa. Hebu twende sehemu fulani. Unaweza ukataka kuwakubalia kwenda lakini baadaye unakosa amani, yani unapata maangaiko unakataa kwenda. Watakusema, watakuona kama mshamba, lakini nini nikimeninusulisha kutwa kwenda huko wenda, ningeenda huko mimi, ningeangamia. Ni kwa sababu nyuma kulikuwepo na sadaka na maombi ya mamangu. Kwa nataka niwaambie wazazi na walezi, hakikisha unaomba na usisubiria kuomba kwa sababu mtoto wako ana changamoto yoyote. Hayo unayoyaona kama ukakasi kwenye familia, yageuze, yasiende kwa watoto wako. Ombea njia zao, ombea kazi zao, ombea. Nasema mimi mtoto wangu ndo kwanza ndio, kwa sababu atafika hapo tu, atafika kwenye hiyo njia na bila kujua kwamba we wakati anakuja kufika kwenye hii steji, wewe utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimekuja kuambia hili tena leo kwamba wewe ambao umepewa nafasi ya kuwa mzazi, ya kuwa mlezi, hakikisha unaomba kwa ajili ya watoto wako. Maombi ndio silaha itakayotusaidia watoto wetu kuwa salama. Tuwalinde watoto wetu kwa maombi, walinde watoto wako kwa sadaka, walinde watoto wako. Hautawalinda kwa kupiga kelele, hautawalinda kwa viboko tu, hautawalinda kwa maneno makali, ila kwa njia ya maombi, kwa njia ya sadaka, watoto wetu watakuwa salama katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akutie nguvu na kutu imalishe usiesubirie watoto wako waharibike ndipo uombe. Omba sasa kwa ajili ya kutengeneza njia zao za baadaye, omba sasa ili watoto wao, njia zao zipate kunyooka, kwa sababu nimekwambia, maombi ni sawasawa sawa na ramani, ni dira inayomwongoza mtoto, atapita kwenye hiyo njia iliyo ambao wewe umeitengeneza leo ni sawasawa na, ana, anasema alipokwisha kumweka Samueli kwenye madhabahu na kutoa sadaka alisema utamwabudu Mungu hapa siku zote za maisha yako na ukisoma kwenye kitabu cha Samueli unagundua vile ambavyo ana alizungumza kwamba utamwabudu Mungu hapa ndipo unakuja kugundua Samueli alijenga madhabahu na kuamua Israeli kwa hiyo alichokiomba mama ndicho kilichotokea kwa hiyo kilicho maombi yako kama mzazi ndio dira kwa mtoto mtoto wako unataka mtoto afike wapi unataka mtoto wako awe nani unataka aishije Omba sasa ili kesho yake iwe bora. Mtamkie watoto wako watoto wenu mambo makubwa na mazuri, ili watoto enu, wawe kuita mtoto wako mjinga, ana lakini maombi yako kama dira kwa mtoto wako, na Mungu wa mbinguni awabariki na na wanawake bora wanaume taifa letu na kanisa liwe na nguvu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.